Watanzania wamestushwa na taarifa ya kutekwa kwa ndugu Humphrey Polepole. Katika taarifa hiyo, mengi yameibuka na mengi yanazungumzwa. Katika makala hii leo tunazungumzia mambo matatu. Jambo la kwanza tunazungumzia kwa nini Humphrey Polepole kama kweli katekwa. Kwa nini kujificha Tanzania halikuwa wazo zuri? Lakini pia tutazungumzia kuhusu kwa nini kumteka Polepole si jambo zuri, na mwisho tamaliza kwa kueleza ni nini imefichua maficho ya ndugu Humphrey Polepole. Nini kimefanya ikajulikana kwamba Polepole yuko mahala fulani? Taarifa imetoka ambapo hakuna aliyethibitisha kwa asilimia mia moja kuwa ni kweli, lakini inaelekea kuwa ni kweli kwa sababu moja, ilitoka kauli ya ndugu yake Polepole pole, akieleza kutekwa kwa ndugu yake, lakini pili, ilitoka taarifa ya jeshi la polisi kueleza kwamba inafanya uchunguzi juu ya tukio la kutekwa kwa Polepole pole. Sasa tuanze na jambo la kwanza, kwa nini kujificha Tanzania hayakuwa maamuzi mazuri kwa ndugu Humphrey Polepole pole. Kwanza, kabla ya yote, mimi katika chambuzi zangu zote niliamini Polepole alikuwa Cuba. Sikuamini kwamba Polepole alitoka Cuba akaenda sehemu nyingine. Baadhi ya wafuatiliaji wa channel hii waliongezea nondo kwa kusema Polepole pole alikuwa Belgium, lakini kumbe kama ni kweli kateko, kumbe Polepole pole alikuwa Tanzania. Hili lilikuwa ni kosa kubwa sana kufanywa na ndugu Humphrey Polepole. Kwa nini haikuwa maamuzi mazuri. Kujificha Tanzania halikuwa wazo zuri kwa sababu za kiusalama. Unapokuwa unaamini kwamba una maadui halafu ukakaa sehemu hiyo hiyo, si jambo zuri. Wote wanaofanya ukosoaji wa kiwango cha Polepole wengi wamejificha nje. Evarist Chahali yuko Uingereza, Mange Kimambi yuko Marekani. Kwa hivyo, kwa usalama wa Polepole, halikuwa jambo jema sana kuendelea kubaki Tanzania, kwa sababu hata kama wale unaowakosoa wasipokuteka, unaweza ukatekwa hata na kundi jingine ili kuonesha wale wanao wakosoa ndio wamekuteka. Halikuwa jambo zuri sana, halikuwa jambo zuri kabisa kwa Polepole kujificha Tanzania. Hiyo yote ni kwa sababu za usalama wake yeye mwenyewe, hiyo ni moja. Sasa mbili, kwa nini pia kumteka Polepole ama kutekwa kwa Polepole si jambo jema Kutekwa kwa ndugu Humphrey Polepole hakuna faida yoyote kwa fa taifa. Ndugu Humphrey Polepole, pamoja na kwamba hoja zake zilikuwa zinashawishi watu wengi, lakini kuna watu walikuwa na walakin na hoja za Polepole, ambapo mjadala wa Polepole ulikuwa hamsini hamsini, wako watu walikuwa wakimpinga na wako watu walikuwa wakikubaliana naye hata Evaristi Chahali aliwahi kusema Polepole pole ni, ni. Aliwahi ku, ku, ku, kupingana kidogo na baadhi ya maneno ya Polepole pole. Hasa hasa pale mwanzo kabisa alipoanza kukosoa Polepole. Sasa kumteka Polepole si pole, jambo jema wala halina faida yoyote kwa sababu pamoja na hoja zake kushawishi wengi, Polepole pia alikuwa ameshaanza kupingwa kwa hoja. Lakini pili, Polepole pamoja na kupingwa kwa hoja, Polepole alikuwa anaandamwa na malalamiko kwamba yeye pia alikuwa sehemu ya utawala uliopita, utawala ambao ulivunja demokrasia katika nchi ya Tanzania, lakini baadaye akaja akabadilika. Kwa hiyo alikuwa ameshaanza kuhojiwa katika hoja hiyo, na watu walikuwa wameshaanza kugawanyika kwamba yeye alikuwa sehemu ya utawala huu unaoendelezwa, na mambo mengi yalifanyika, na yaliyofanyika ni haya haya ambayo anayasema leo. Kwa hiyo wengi walikuwa wamekwisha anza kujenga hoja kwamba Polepole, kwa ni kama tu alikuwa akijaribu ku- kuangalia masilahi ma, ma, kwa, kwa, kwa, kama mtu ambaye alikuwa akilalamikia masilahi yake pengine ambayo yamepita, kwa alikuwa ameshaanza kupingwa. Sasa kutekwa kwa Polepole ni kufuta hoja zote hizi na kuanza sasa kuonyesha Anachokisema Polepole ni kama kuwasha moto ambao ulikuwa umeshaanza kufifia. Lakini Polepole tayari, CCM walishaanza kuogopa kushirikiana naye. Polepole hakuwa na hatari yoyote. CCM walikishaanza kuogopa kumuunga mkono kwa kuamini kwamba alikuwa anafanya kazi maalum walikwisha anza kumwogopa sisimu. Walikuwa wanaamini anachokifanya polepole ni kazi maalum, kazi maalum ya kutaka kujua nani yuko upande wa chama na nani hayuko upande wa chama. Kwa hivyo, polepole hakuwa na hatari yoyote, kwa sababu tayari alikuwa ameshadhibitiwa kwa hoja, na ingependeza zaidi kama tungeendelea kushindana na Polepole pole kwa hoja. Pengine cha mwisho niliahidi kuzungumzia kwamba ni nini kimefanywa ama ni nini kimefanya mpaka Polepole akajulikana makazi yake. Hakuna mwenye uhakika wa asilimia mia moja isipokuwa waliomteka, kama kweli katekwa, lakini kikubwa ambacho huenda kimemponza polepole ni simu. Polepole aliripoti, kuna kipindi aliripoti akasema kwamba amedukuliwa. Ukifuatilia makala zangu utaona polepole alisema amedukuliwa, na mimi nilitahadharisha nikasema, Humphrey Polepole anasema akadukuliwa, lakini anajisifu kwamba ameweza kurejesha mitandao yake. Nikasema, Mdukuzi hakuwa na shida na akaunti za Polepole, pole. Mdukuzi alitaka kujua Polepole pole yuko wapi? Kwa ma kazi yake yalijulikana. Hajawahi kusema amedukuliwa. Unapodukuliwa location inajulikana. Lakini Polepole mwenyewe alikuwa akipenda kusema anawasiliana na watu mbalimbali. Mbali. Sasa unapofanya mawasiliano na watu mbalimbali, mbali, ni rahisi kujulikana location yako mahali ulipo. Lakini Polepole alikuwa akirusha vipindi live na aliwahi kudokeza akisema kwamba katika maneno yake, Polepole alikuwa akisema nimekimbia, mara moja haraka, nina saa moja tu la kuzungumza halafu naondoka, nimekuja chapo. Maana yake ni mtu ambaye akishamaliza kurusha anafahamu uhatari uliopo wa kurusha vipindi kwa, akishamaliza kurusha anajua kwamba location inaweza ikajulikana. Kwa hiyo anakimbia tena kwenda kujificha sehemu nyingine. Na Polepole mwenyewe aliwahi kusema kwamba ninaishi kama digidigi. Kwa hiyo kwa jambo la Polepole pole, ama kwa mtu yeyote ambaye anatafutwa, ukitaka usikamatwe, basi njia nzuri zaidi huwa ni kukaa mbali na teknolojia. Kukaa mbali na teknolojia, ukitumia simu, ukitumia internet, ni rahisi kujulikana mahali ulipo. Kutekwa kwa Polepole pole, hakuna faida yoyote. Jeshi la Polisi limetoa taarifa likisema linafuatilia habari hiyo. Kwa hivyo tunaamini na tunaamini kwamba Polepole kama kweli katekwa, basi atatafutwa ili aweze kupatikana. Pamoja na yote anayoyafanya Polepole, inapendeza sana tukipambana na polepole pole kwa hoja na tulikwisha pambana naye na hoja zilikwisha onekana. Kwa hivyo kutekwa kwa Polepole pole hakuna faida yoyote. Jeshi la polisi lipambane kwa weledi kuhakikisha Polepole pole anapatikana, na akipatikana, huendelee kupambana na Polepole pole kwa hoja, njia inayokubalika. Mimi nimeanza kupambana na Humphrey Polepole kwa hoja, kutofautiana naye mitazamo yake kwa hoja, tangu kipindi cha utawala wa Magufuli. Kwa watazamaji wapya wa channel hii wafahamu, kwamba nimeanza kupambana na Polepole tangu kipindi cha utawala wa Magufuli. Kipindi hicho Polepole tulikuwa tukimwita cha kubanga. Inapendeza zaidi Polepole akitafutwa, akipatikana pambane naye kwa hoja endapo taarifa ya kutekwa kwake ni kweli. Nawatakia siku njema.